Well, huyu ni Diamond Platnumz anaendelea kutuprovia kwamba ana uwezo wa kupanda private jet. Maana juzi juzi hapa maneno yalikuwa mengi sana kwamba ile jet walioenda nayo kwenye harusi ya Priscilla wamekodishiwa na mzenji huyo, mzenji huyo, eh, ndo kawakodishia hiyo jet. Eh, kwamba Diamond hajalipa yeye pesa. So hii video bwana Diamond anataka kutuprovia kwamba levo zake sio za kitoto. Uwezo wa kupanda jet anao na, hapo alikuwa anaelekea zake Zambia kuperform. Eh, kwao, tusubiri tukae mkaa wa kula, tuone hiyo performance eh, ya harusini kaaliko huko harusini akatoe show. Huyo ni Diamond Platnumz, yuko na timu yake nzima hapo kama mnavyoona, ya kuna watu hawezi kuacha wako naye popote anapoenda. Nataka niwekeni hii video musikie na sauti e, muaone vizuri kwa utulivu naye nikaenda e, ndege yani toka anavyotoka kwenye gari mpaka anapanda ya yeah, enjoy hii video, usiskip hata kipande kimoja.

Huyu ni Noel designer wake, e, kwa ajili ya kumstylia huko nguo atazoenda kuvaa kwenye wedding wakati ana perform. E, Noel mwenyewe kathibitisha amethibitisha kwamba level, level ni ya jet sio ya kupanda mambo mengine, kupanda na magari, kupanda kupanda ndege za kawaida. Level ni ya private jet. Je, hey, watu bwana, wana hela jamani! Unamkodi Diamond Platnumz kwenye harusi yako, imagine, kalipwa pesa ngapi mpaka kaamua kwenda na jet? Eh, hey, imagine kalipwa how much. I can't wait kuona hiyo vibe vibe la kwenye wedding eh. hey, just imagine una attend wedding unakutana na Diamond plat Platnumz, eh! hey, yuko pale yeye ndio ana perform imagine, hey! <laughs> I'm gonna be so excited. Ya yeah, na hiyo ni one time tu. Anaenda zake ana perform, ana rodi. Wapi, yuko Zambia? Anaelekea zake Zambia hapo kwenda kuperform. Tusubiri kwa hamu tuone hiyo harusi ya nani, tuone itakuwaje, wageni waliko watakuwa excited kiasi gani eh. hiyo ndio timu ya Diamond Platnumz hapo, kama mnaona kuna Noel kuna mabodiguard, kuna mastilis, kuna yani wote wapo, hawezi kubaki nyuma. Ili show ikamilike, lazima achukue timu yake. Na we mtazamaji wa hii video, drop comment yako hapo chini, unaonaje Diamond Platnumz amesafiri na jet? Maana watu walimshusha hadhi kumwambia jet alioenda nayo kwa Jux na Priscilla JP amekodiwa, watu walimshusha hadhi, kwa hiyo kasha hapo kwamba nope, anaweza ku afford. Okay, drop your comment hapo chini na usisahau ku subscribe, ku like hii video. Eh, na kwa wale wote ambao msha subscribe kwenye hii channel, I appreciate you so much my people. Endeleeni kuenjoy hii video hapa ya Diamond Platnumz akiingia zake kwenye jet. Eh, I can notification uno on ili msipitwe na mambo mazuri na matamu zaidi nitakayoposti kwenye huu ukurasa wangu wa YouTube. Enjoy.